Allah Subhanahu wa Taala, mke wangu alikuwa na ujauzito uzito wa mapacha. Mapacha, na alikuwa amepangiwa kwamba ajifungulie katika hospitali ya Amana, hospitali ya Amana. Wasema kwamba kwa sababu ameandikiwa hospitali ya Amana, sisi hatuwezi kwenda kumhudumikia katika dispensari. Lazima umpeleke, jitahidi umpeleke. Nitapita wapi nifike Amana? Barabara, bara zote hazipitiki Nikaangalia nikaangalia namna gani, nikaondoka naye mke wangu kupata usafiri hakuna. Bahati nzuri, kuna jirani yangu mmoja akanambia, kuna ndugu yangu ana bajaji, ngojea nimtafute kama yupo karibu. Akampata sasa lakini, sasa baada ya kumpata, tukamchukua tukaondoka, tuka tunaondoka, tunakata mita mbili tatu, tunafika eneo la makaburini kwa wale wanaofahamu Buguruni makaburini pale nyuma huko, tulipofika pale mabomu yanalia, watu wanatoka huko kukimbia kuja tuliko sisi, sisi tunakimbilia tufike pale, kwa sababu hospitali iliyokuwepo karibu walao ni hospitali ya Anglikana. Angalia, kwamba, mi la, hivi nini, ambao leo hii nataka mfike mahala ambapo mtutenganishe, mtubague katika dini zetu mimi ni shekhe lakini mke wangu anakwenda kujifungua kwenye hospitali ya nini ya Anglikana. Ebu situletee hivi vitu jamani, situletee, situletee vitu vya ubaguzi hivi. Tanzania itakuja kufika pabaya jamani. Nikatoka, tukafika pale, hakuna namna, ikabidi e tutumwambie chepuka kidogo pembeni, kwa sababu kwa kuendeki tena ikabidi e atuwache tumbebe uko katika uchungu wa kujifungua.